Naam, mtazamaji wa Trend TV, bwana kama uko karibu na channel yetu basi, obviously utakuwa unafahamu tumezungumza katika video ile iliyopita kuhusiana na Mbosso kana ee, kuamua kuwajengea wazazi wake nyumba nyingine tena ya pili. Wee! E, bwana ni kwamba Mbosso bwana ameamua ajenge nyumba nyingine kwa ajili ya wazazi wake, kwani ya kwanza tunakumbuka alimjengeaga babake mzazi mzee Kirungi, na ilikuwa ni moja kati ya majengo ambayo eh, kila mtu alifurahi kwa sababu ilikuwa ni nyumba ya kisasa kubwa na vitu vingine kama hivyo. Lakini Mbosso bwana, baada ya mafanikio ya ngoma yake au EP yake ile ya Room Number Three, ambayo ilikuwa inaongozwa na track kama vile Power pamoja na Viola eh, kufanya vizuri katika mziki wa Bongo Flava, basi moja kwa moja bwana Mbosso Kane ameamua tena kulipa fadhila kwa mara nyingine kwa wazazi wake kwa kuwajengea nyumba nyingine ya pili. kwa hiyo bwana, hapa tunavyozungumza ni kwamba mbosso bwana tayari ameonyesha mjengo wake mwingine tena ee. Hii ni nyumba ya pili ambayo Mbosso ameamua kuijenga kwa ajili ya wazazi wake na akashare kupitia ukurasa wake wa Instagram. Sasa basi baada ya Mbosso kujenga nyumba nyingine ya pili ee, ni kwamba watu wengi sana walikuwa wameihusisha hii issue moja kwa moja na diamond Platnumz. Wanadai kwamba bwana ee, mbosso ni kama vile anamuonyesha Diamond kwamba bila wewe bro mimi naweza nika survive na pia vile vile mambo yanaenda vizuri tu maendeleo kama kawaida. Ee bwana, kwa hiyo mambo yamekuwa ni mengi kama navojuaga wabongo uwaga wakawii kukuza mambo au kuzusha vitu vingine. Sasa kwa upande wa Diamond Platnumz tunaona kama vile ameget the memo, naye pia ameamua kujibu eh, hilo hilo jambo eh, kwa upande wake. Ya, so kwa kifupi, baada ya Mbosso kuonyesha kwamba amewajengea wazazi wake nyumba nyingine ya pili, e, bwana, huku pia upande wa pili Diamond Platnumz pia ameshare kupitia kurasa wake wa mama mzazi wa Diamond Platnumz, mama Dangote mwenyewe Bosa, ameamua kushare kupitia kurasa wake wa Instagram akiwa anaonyesha kwamba amenunuliwa nyumba na Diamond, na hii nyumba bwana sio kwamba eti amenunuliwa nyumba hapa Bongo Tanzania. Nope, e, ni kwamba Diamond bwana amemnunulia mamake mzazi mjengo, e, nje ya Tanzania. Nje ya Tanzania, nje ya Afrika, katika jiji la raha, jiji la burudani, eh, nazungumzia Dubai. Yeah. Yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana, kwa upande wa Diamond Platinumz, na yeye pia tunaweza kusema kwamba amepiga fatality. Baada ya Mbosso kumjengea babake nyumba ya pili, yeye pia amemnunulia mama yake nyumba Dubai Kwa mujibu wa picha na video ambazo zime, amezishare mama Dangote kupitia ukurasa wake wa Instagram pale juu, katika Insta story zinaonyesha mjengo huo ambao Diamond bwana amemnunulia mama yake huko Dubenga e, bwana na tumeona mandhari jinsi ilivyo, kiukweli ni nyumba nzuri haswa e, na Diamond mwenyewe pia e, inaonyesha kabisa kwamba kweli amefanya kitu kizuri na kikubwa sana kwa mama yake mzazi. Yo, kwa kifupi ni kwamba familia ya Diamond bwana ikiamua kwenda kukaa Dubai kidogo, wanaweza wakafanya hivyo kiulaini kabisa, kwani hakuna hata haja ya wao eh, kuhakikisha kwamba labda eti wanaenda kulitafuta hoteli na vitu vingine kama hivyo, kwani watayari wana makazi ya kudumu huko Dubai. Na moja kwa moja bwana kupitia Insta story. Hapa kuna peji mbali mbalimbali zimekuja kuripoti baada ya kuona hii video huko Insta story ya mama Dangote. Kuna peji hapa imekuja imeandika kwamba e, bwana kupitia Insta story ya mama mzazi wa Diamond Platinumz mama Dangote ameshare video mbalimbali zikiwa zinaonyesha akiwa yuko ndani ya mjengo ambapo kwa kuangalia tu mjengo hiyo huo sio hoteli bali ni nyumba ya kawaida ya kuishi, na mazingira ya mjengo huo yanaonyesha kabisa kwamba ni Dubai. Katika video ya kwanza mama Dangote ameonekana yupo kwenye mjengo huo ambapo ameweka emoji za kushukuru Mungu, mazingira yakionyesha kwamba mjengo huo upo Dubai, na pembeni anaonekana Diamond Platinumz akiwa amepumzika. na katika video nyingine ni asubuhi eh, ambapo Mama Dangote anaonekana akiwa anazunguka katika mjengo huo hapa, eh, hapa karibuni akiwa anazunguka katika mjengo huo. Na hapa karibuni ni kwamba ilisemekana kwamba Diamond alisafiri na familia yake yote kwenda nayo Dubai. Inawezekana safari hiyo ilikuwa kwenda eh, kuipeleka familia yake kwenye mjengo huo mpya ambao amenunua nchini humo. lakini pia vilevile bwana ni kwamba eh, kuna page nyingine hapa imekuja imeripoti wameandika kwamba Diamond amenunua nyumba Dubai, alafu hapo akaandika kwamba bwana eh, Diamond Platinumz amenunua ameamua kununua nyumba Dubai na mama Dangote ameposti video akiwa anamshukuru Mungu katika ukurasa wake wa Instagram pale juu kwenye Insta story <muchu> lakini pia vile vile bwana, kupitia WhatsApp status ya mama mzazi wa Diamond Platinumz, kwa wale ambao wako na namba ya Mama Dangote bwana, wameona pia Mama Dangote akiwa ameposti video hizo katika status yake ya WhatsApp. Mama Dangote ameshare ya video mbalimbali, ikiwa mbali inaonekana yeye na Diamondi wakiwa ndani ya mjengo ambapo kwa kuangalia mjengo huo bwana, sio hoteli kiukweli, ni yani mjengo ambao unaonyesha kwamba ni nyumba ambayo ya kwao wanaimiliki. na moja kwa moja bwana wadau mbalimbali wamekuja kuweka maoni yao kupitia mitandao mbalimbali ambayo mbali mbali imeripoti kuhusiana na hizo habari za Diamond kununua nyumba Dubai. Bwana, hapa watu kibao wamekuja wameweka maoni yao kuhusiana na hiyo situation. Kwa mfano, hapa kuna mdau amekuja ameandika kwamba Mwenyezi Mungu amwongezee. Kuna mtu mwingine amesema kwamba bwana, hawana hawana jambo hao. Na mwingine amesema kwamba bwana Dubai, Dubai ipi hiyo? Maana kama ni hii ninayoijua mimi sio kweli. Hao Waarabu wenyewe wamepanga. Acheni kutudanganya, acheni kudanganya watu. Hiyo itakuwa ni sehemu nyingine lakini sio Dubai. Yani hapa bwana, inachoonekana ni kwamba eh, eh, yani bwana, huko Dubai bwana, wadau wanakuambia kwamba sio jambo dogo kununua nyumba kwa sababu hata hao Waarabu wenyewe huko Dubai wamepanga mm, lakini kwa mujibu wa habari ambazo tuko nazo za ndani kabisa bwana kuhusiana na swala la kununua nyumba Dubai ni jambo ambalo linawezekana, lakini sio Dubai pale town eh, kwa sababu pale bwana kununua we, hakuna mtu ambaye anaweza kununua nyumba pale eh, Dubai kabisa mjini, ila unaweza ukanunua nyumba nje ya mji kidogo. Ni vitu ambavyo vinawezekana, kwa sababu huko nje ya mji bwana ni maeneo tu ya kawaida kama Eh, huku Tanzania kulivyo. So it is what it is. Ukiwa kama mdao naye, pia tuweke maoni yako bwana katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureply kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, lakini pia vile vile hakikisha tu unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.